Rafiki, ujumbe wangu wa leo kwako unasema hivi: nguvu zako zipo katika kutulia na kunyamaza. Kwa muda wako utasoma Isaya sura ile ya thelathini na mstari ule wa kumi na tano. Rafiki, ninaelewa kabisa tunaishi katika dunia ambayo imejawa na watu wengi na vitu vingi ambavyo kwa wakati fulani vinatusababisha tukwazike, tuumie tumezungukwa na watu ambao ni wakorofi, wachokozi, yaani wanatamani kuona tunajibizana nao, wanatamani kuona tunashindana nao. Ili Mungu akupigania, anachotamani kuona kutoka kwako ni kwamba wewe unatulia na kunyamaza, kwa sababu aliahidi kupitia kutoka sura ile ya kumi na nne na mstari wa kumi na nne kwamba Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Mungu ameahidi kutupigania kupitia watesi wetu, kupitia maadui zetu, ameahidi kutupigania. Ni kweli, kuna watu wanapanga kukuharibia kazi, kuna watu wanapanga kuona ndoa yako inavunjika, kuna watu wanapanga kuona biashara yako inaharibika, wanapanga kuharibu mahusiano yako. Mungu anasema nyamaza kimya Mkabizi yeye fadhaha zako zote atashughulika nazo. Wote wanaopanga mipango mibaya wataachia, kwa sababu Mungu ndiye anapigana badala yako. Unapopigana unazuia nafasi ya Mungu kukutetea. Unapopigana unamzuia Mungu kuto kuyatimiza yaliyo mapenzi yake na zile ahadi ambazo ameziahidi kwenye maisha yetu. Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Haijalishi unaumia kiasi gani, haijalishi unasikia hasira kiasi gani, tulia. Mungu wa kupigania ni yeye ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa na kitu chochote. Endelea kumwamini. Amen. Woo.